Hivyo, ndugu wa Tanzania wenzangu, nilete kwenu ratiba ya wiki ya maadhimisho ambayo tutaiadhimisha kama chama na tunatamani tuungane na Watanzania wote kuanzia tarehe kumi na tano mwezi huu, yani leo, mpaka kilele chake tarehe ishirini na moja Januari mwaka huu wa elfu mbili ishirini na sita. Kwa katika kipindi hiki cha siku saba za wiki, CHADEMA kitaendesha shughuli mbalimbali eh, nitazitaja baadhi nchi nzima ikiwemo kuwatembelea na kuwafariji wahanga wa ukatili wa kutisha wa, wa, wa, wa, wa tukio lililotokea tarehe 9 Oktoba mwaka 2025 na kuendelea. Pili, kuwatembelea magerezani wafungwa wa kisiasa wanaoshikiliwa na serikali eh, hii batili kabisa kwa makosa ya uongo eh, kuwatembelea waasisi eh, wa chama eh, chama chetu kama ishara ya heshima, shukurani na kujifunza busara za waanzilishi wa harakati hizi za siasa eh, za, za mageuzi eh, nchini eh, kutembelea makaburi ya mashujaa na makamanda wetu, kuthibitisha kuwa damu yao ambayo ilimwagika haikumwagika bure, bali ilikuwa ni wino wa kuandika historia ya mapambano yatakayorejesha ya utawala wa haki, utawala wa Mungu katika taifa hili. Aidha, tutaendesha mabaraza ya, kidi, ya kidigitali space live stream na mijadala ya moto mitandaoni kila siku kila siku, kwa ajili ya vijana na Watanzania wote, ili kujadili mustakabali wa nchi, demokrasia na hitaji la nchi la kuwa na chaguzi huru za haki na zilizo wazi. Tutaandaa mabonanza ya michezo soka, tutashuhudia mashindano mbalimbali mbali ya soka e, ya vijana waki, wakicheza e, na, na, na wazee. Na kwenye hili niweke wazi hapa e, jijini Dar es Salaam. E, kupitia uongozi wetu wa chama e, kanda ya pwani e, mwenyekiti wa kanda ya pwani amebeba jukumu hili ndugu, e, e, e, Boni maarufu kwa Boni Ai Boniface Jacob ataandaa na pataandaliwa soka kabambe la mechi e, kati ya vijana Gen Z e, pamoja na wazee wa rika la kati. Itakuwa ni mchezo ambao e, tutashuhudia viongozi mbalimbali mbali, e, katika, e, katika mchezo huo ambao bila shaka utaleta burudani na furaha na kujenga mshak, mshikamano kwa hakika. Jambo hili litakuwa ni jukwaa la mshikamano wa kijamii amani, na kuiunganisha jamii yetu, pamoja na shughuli nyingine mbalimbali zitakazoratibiwa kulingana na mazingira ya kitaifa na mahitaji mbalimbali e, nchi nzima e, katika mikoa yetu katika, e, katika, katika majimbo yetu. Wito wetu kwa taifa wito wetu kwa taifa, ndugu Watanzania wenzangu. Maadhimisho haya si sherehe ya kukata keki. Ni tamko la kisiasa na kihistoria kwamba demokrasia Tanzania haitauzwa, haitanyamazishwa wala haitazikwa kwa damu. Wiki hii ni sehemu ya maandalizi ya mapambano ya mwisho ya kudai katiba ya wananchi, tume huru ya uchaguzi, kukomesha kabisa utamaduni wa utekaji, mauaji ya kisiasa, ukandamizaji wa haki za binadamu. Historia imetuonyesha wazi, wazi, chama chenye dola kinaweza kuua, chama chenye dola kinaweza kunyamazisha watu, chama chenye dola inaweza kufanya yote mabaya, ili mradi tu sauti ya haki na kilio cha haki kisisikike kisi, kisi, kisi, kisi, lakini chama chenye watu hakiwezi kushindwa milele, na huu ndio ujasiri tulio nao Chadema. Ni watu, tuna watu na tuna ujasiri wa kusema maneno haya, we have God, we have the power, we have people as well. Tuna Mungu, tuna nguvu na tuna watu. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kujitamba na kusema kwa ujasiri kwamba tutashinda katika maadhimisho haya. Katika maadhimisho haya, tutaweka rekodi iliyo sawa ya kutambua mchango uliofanywa na wenye viti ambao walipata fursa ya kukisimamia chama hiki. Wakati chama hiki kinaanza kilikuwa chini ya mikono ya mwenyekiti mwanzilishi mzee wetu Edwin Mtei. Tutatumia fursa hii kuweka rekodi na kumbukumbu sawa ya mchango wake uliotukuka katika kipindi chake. Tutaweka rekodi na kumbukumbu sawa ya mchango uliotukuka wa marehemu mzee wetu Bob Nyanga Makani, nafasi yake na wajibu wake katika kipindi chake, e, wakati wa utumishi wake. Tutaweka rekodi sawa ya utumishi uliotukuka wa aliyekuwa mwenyekiti wetu kwa muda mrefu e, Mheshimiwa Freeman Mbowe, kwa nafasi yake, jinsi alivyokipeleka chama kwenye kipindi na kwenye kwenye, e, kwenye hadhi ambayo, e, ilifikisha chama katika kilele e, cha chama kupata heshima e, kubwa ndani na nje ya nchi, na katika kipindi cha sasa naweka rekodi sawa ya kipindi ambapo mwenyekiti wa sasa ndani ya mwaka mmoja, e, mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kwa nafasi yake na kwa kipindi chake na kwa mwaka mmoja mambo ambayo ameyafanya na kukifikisha chama hapa tulipofika. Katika juma hili, Watanzania ninawaomba na kuwasihi tuje pamoja, tuungane pamoja. Mmekusudia wakati tulipotangaza kwamba tutakuwa na maadhimisho haya Ninyi Watanzania mmekusudia na mkasema mnataka mthibitishe mbele ya umma kwamba Chadema ni watu na kwamba mpo tayari kuchangia maadhimisho haya. Hivyo basi, tumetoa fursa hiyo kwenu Watanzania, kwa kadri mtakavyoona kuchangia kwa njia ambayo kamati ndogo ya uratibu ambayo inaratibu maadhimisho haya itawapatia kwenu. Basi mtachangia kile ambacho ninyi wenyewe mmetaka kukichangia, ili kuthibitisha Chadema ni watu, hiki ni chama cha umma, na kwamba we have God, we have people, and we have the power. Mungu awabariki sana, na kwa niaba ya, ya chama ninawatakia utekelezaji mwema na maadhimisho mema. Mungu ibariki Tanzania.